Beijing mimi nilikuwa nafanya sana mambo ya wanawake na nilikuwa kwa vyama vingi including vya, vya waandishi wa habari, Ida Sanga anajua hicho Tamwa. Nikapigwa pio kwamba wacha, na serikali kanikataza kwamba usiende kusaidia wanawake, nilikuwa najitolea. Kwa hiyo nikaacha. Mimi ni mmoja, ni founder member wa Taula Tanzania Women Lawyers Association, ndio ilitoka mdomoni kwangu. Nikaita wenzangu tukaanza hii tu za wanawake. Sasa basi, zikiwa kwenye hii timu ya Beijing ambapo nilikwenda, experience ilioipata na kusoma kwangu masters Marekani na IT ikanisaidia wakati kesi inaendelea kuweza kujaribu njia ya kuweza kujua ukweli wa mama, kwa sababu pia normally tuna depend polisi wanaoinvestigeti kesi na tunachukua wao ushahidi wholesale, lakini mimi niliweza kuwa kutumia experience na uwezo wa Mwenyezi Mungu kuweza kupata ukweli. Kwa hiyo nikatoka nikaamuru, wote tukaenda kule shuleni kwa wale watoto Surprise. hata polisi walikuwa hawajui, yaani nimewambia, tunaingia kwenye gari, tunaenda kule shuleni. Kwa hiyo tumeenda tukafika shuleni, nikawaambia namtaka, nikamwambia mwalimu mkuu, namuomba yani one of the victims alleged victims by them, kwa sababu alikuwa apiga prof, akatoka kaambia, naomba tuongozane naye toka hapa darasani mpaka hapo walivyokuwa wanasema wanafanyia hivyo vitendo, kumbe haikuwa mbali na pale shule. Kwa hiyo tukaenda tukafika mpaka wakaonyesha na wa mahali meza ilivyokuwa imewekwa wanavyofanyiwa hivyo. Tena huyo huyo mtoto nikasema abaki huko ofkazi akiwa na lini. Nikaenda tena mimi, natembeana, natembea naenda na polisi na nini, tukapata na wapili na watatu na wanne, hivyo hivyo, yaani mmoja yani, mmoja lakini kwa hiyo tuka, nikapata, na wote tukapata idea ya nini kilichokuwa kinaendelea. Naona tukamaliza kuna mwalimu ambaye naye alikuwa mshtakiwa ambaye ndio alikuwa anasemekana aliwapeleka, kwa hiyo wale watoto nika, ule mwalimu sikumwita, kwa hiyo nikapata a clear picture ya kitu gani kilikuwa kinaendelea.